Ah, mambo vipi, karibu tena katika channel hii ya Feaboy. Ah, leo nimekuletea matokeo ya mtihani wa moku darasa la saba 2025, ah kwa hiyo katika video hii nitakwenda kuonyesha matokeo ya mtihani wa moku darasa la saba katika baadhi ya mikoa tayari ameshakwisha kutoka. Kwa mfano kama hapo unavyoona, mkoa wa Arusha tayari matokeo yametoka, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Morogoro, Rukwa Ruvuma, Geita, Katavi, Njombe, Simiu pamoja na Songwe. Kwa mfano ya mkoa wa Arusha utaiona namna hii, utakapobonyeza hapo kwenye mkoa wa Arusha yataweza kufunguka na utaweza kuyaona matokeo ya mkoa huo wa Arusha, okay. Kama unavyoona mtihani wa utimilifu mwaka 2025 darasa la saba Mkoa wa Arusha haya hapa, wa mkoa wa Arusha ni haya hapa, okay, kwa hiyo utachagua wilaya ya mkoa wa Arusha kama jinsi unavyoona, kuna wilaya ya Arusha ya CC, kuna wilaya ya kwanza ya Arusha, alafu kuna Arusha ya CC, alafu kuna wilaya ya Karatu, kuna wilaya ya Longido, kuna wilaya ya Meru na Monduli. Kwa hiyo utachagua wilaya yako katika mkoa wa Arusha. Kwa mfano labda wilaya ya Karatu, utabonyeza katika sehemu hii ya wilaya ya Karatu, na baada ya hapo utaweza kuona matokeo kama jinsi ambavyo yanavyoonekana hapa, mtihani wa utimilifu. Haya hapa matokeo, kama jinsi ambavyo unavyoyaona hapa. Shule zote za wilaya Karatu utaweza kuziona kwao, utachagua shule yako hapa. Kwa mfano Getigi, utabonyeza sehemu hii ya Getigi, alafu nitaweza kuona matokeo haya hapa, kama jinsi ambavyo unavyoona, haya ni matokeo ya shule hiyo ya Getigi hapo utaweza kuona matokeo haya hapa, yani matokeo ya mock haya kama unavyoyaona haya hapa matokeo. Kwa hiyo utachagua wilaya yako okay, utachagua wilaya ambayo unaiona na ukirudi hapa, labda mkoa wa Mbeya pia utaweza kuyaona matokeo yake, haya hapa matokeo ya mkoa wa Mbeya shule. Utachagua wilaya kama uko wilaya gani hapo Mbeya, utachagua wilaya pia utaweza kuyaona matokeo kama jinsi ambavyo yanavyoonekana hapa. Utaweza kuchagua wilaya, utachagua shule ambayo unataka kuona matokeo yake kama hivi unavyoyaona. Kwa hiyo, mimi nisikupotezee muda, nimesha kuonyesha mikoa ambayo matokeo yametoka na nitakwenda kuonyesha, nitakupa linki katika sehemu ya description ya video hii. Nitakupa linki katika sehemu ya description ya video hii.